Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwingi wa ukarimu, muumba mbingu na ardhi kwa kujalia siku ya leo kuweza kukaa hapa katika darasa hii na kuweza kupata maarifa kutoka katika chaneli yetu pendwa, chaneli ya eh, KR mia mbili hamsini na tano TV, eh, new. Hii new ndio imeongezeka katika ile chaneli yangu na mfululizo wa masomo yangu. Sasa leo ninapenda kukugusia kauli mbiu yangu inayosema kwamba upige vita umaskini wako. Baadhi ya watu wako baadhi ya watu wengi, hususani sisi wa Afrika wamekuwa ni tofauti na uelewa wa wale watu wa weupe au watu wa nchi nyingine, kwa sababu sisi wa Afrika, mtu ninapokuwa ninasimama katika darasa hii kukufundisheni, ujue kabisa na kufundisha kitu cha maarifa, ninakufundisha namna ya kuweza kuwatumia viumbe eh, ili kuweza wewe kupata mali na rasilimali. Sasa watu wengi yeye unakuta amefanya biashara akiwa anajiona mjanja ana maarifa kichwani. Eh, anafanya kazi anajiona yeye ni mjanja. Hataki kujua ulimwengu wa jicho la tatu unafanana namna gani. Eh, jicho la tatu likoje? Yeye ana macho mawili tu, ana macho yale ya kuzaliwa. Eh, lakini kuna jicho la duniani. Eh, haya macho mawili ya kuzaliwa hayo yametoka tumboni kwa mama yako lakini kuna jicho la tatu, hili ni jicho la duniani. Jicho hili ni lazima uliendee katika maarifa makubwa sana. Eh? Wewe unapokuwa unafanya kazi, ujue Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa pale katika kufanya kwako kazi. Kakujalia kipato. Na wewe chukua jicho la tatu iangalie dunia uweze ukasema, kwa kuwa mimi nimejaliwa kuwa hapa kazini, wacha niwepo tu kizembe. Unapigwa vita kizembe, unashtakiwa kizembe, unafanya biashara unafilisika, unakopa una... matokeo yake utauza mpaka nyumba matokeo yake biashara yako itafilisika, utakosa msimamo, utayumba. Lakini huu wote ni uzembe eh. Siwezi kusema namna gani, inatakiwa binadamu aliyekuwa kamili, wawal kamil, uliyekuwa kamili lazima ulitafute jicho la tatu, ili uweze kukaa katika hali iliyokuwa nzuri. Leo unawakuta watu wamevaa pete, unabaki kuhoja yule ana mapete ana majini. Upumbavu, tafuta hela usiwe na mambo ya kipumbavu wala ya kijinga. Mimi namchukia sana mtu aliyekata tamaa anabaki kusema eh, fulana ana mabasi hamsini, fulana ana magorofa mia. Umewaona hao wakinga, wakinga wamekuja wanaupunguza umri wao, nani amekuambia maneno hayo? Eh, usiwe mjinga, usiwe mpumbavu. Kwani yeye mkinga ana nini na wewe na nini? Yeye kazaliwa na mama yake, na wewe umezaliwa na mama yako. Yeye kalitafuta jicho la tatu, wewe ubaki umeduma tu, unabaki kuangalia macho yako mawili, yai anayeona duniani Tafta hela, usiwe mpuuzi kiasi cha kwamba unakata tamaa. Jambo zuri unaliona baya, baya unaliona zuri. Nimekuletea elimu ya makunda hapa, umezubaa tu, unabaki. Wenzio wanatoka, ndio unaanza kunipigia simu, unanisumbua mimi. Fulani, nakwambia fimbo zimeisha. Wewe utaki unanganganiza, eh? Unataka samini, ni kufanyeje? Yeye, ndio mnalazimisha mpaka watu wengine wanaamua kufanya mambo ya ajabu ajabu, wanafanya mambo ya ya, kuchukua hela zenu, alafu mnaanza kulalamika. Nimekwambia fimbo zimekwisha. He? Wakati wenzio anakimbilia, sema hamna, hamna. Sasa unamwona mwenzio kabadilika, unakuja kugundua siri yake, ndio unaanza kunitafuta oh, oh, oh, oh, na kuuliza. Wewe uliwahi kulisoma darasa? Ndio, na fulana amechukua alifika kwako na nini? Haya, kusaidi na kuonya, tafuta pesa, usiwe mjinga katika maisha yako. Akili yako ndogo, matatizo wakati wa uzee ni kutojiandaa wakati wa ujana. Ukiona mzee anakula bata, anakula kuku, unabaki kusema mzee huyo alikuwa Freemason Nabaa kusema mzee huyo ah, ni usalama wa taifa eh? Ndio maisha yake hayo, mwenzio anajua siri yake, kwa sababu vitu hivi ni siri. Sasa nakushauri hivi, kuanzia leo fungua masikio yako mawili, fungua macho yako mawili, kisha jicho la tatu liweke katika paji lako la uso. Njoo fuatilia vipindi vyangu niweze kukupa elimu ya dunia. Ukichelewa umechelewa. Ukiwahi umekwenda umenufaika luf, ume maana wanasema ng'ombe anayetangulia ndio anakunywa maji mazuri. Ukija unakuta ng'ombe wamekanyaga wamechafua na nini unakunywa maji mabaya. Matokeo yake unabaki kulaumu. Ana upendeleo, nyota yako mbaya. Maana kitu kizuri utasema ah huyo mzee wa kazi gani? Matokeo yako kimwana mwenzao ananufaika ala, kumbe kweli yule shehe kumbe anasaidia na kushauri tena. Kwa mara ya mwisho sitorudia neno hili. Tafuta pesa. Ukilipigia unalialia una atakwambia lia, he uko ulikokuwa wewe una umri wa miaka thelathini, una umri wa miaka sabini. Wewe unahesabu mimi mkubwa na miaka sabini hesabu pesa eh. Usihesabu mambo ya ukubwa. Ukubwa unakusaidia nini? Una banana tu hapa duniani, huna msaada wowote eh. Tafuta pesa ili uweze kuishi vizuri, uweze kuheshimika katika familia na katika ukoo. Nyinyi eh? mnajua kabisa kwamba mtu mwenye pesa akiingia katika ukoo, hata akiongea pumba, watu wanapiga makofi Eh? hata wagombeaji wa hizi nyadhifa mbalimbali, udiwani, ubunge, eh, anapokuwa anakwenda kugombea wanamwangalia hali yake. Hebu nenda, una mawazo mazuri kweli kweli, umesoma wewe, una PhD, unaanza kusimama, unagombea udiwani tu, cheo kidogo sana, na mtu mwingine ambaye ni mfanyabiashara pale mtaani uliyemkuta ana pesa eh. Hana mahusiano na watu, hana mahusiano mazuri. Wewe watakusikiliza watakuona, unapiga miayo, unanjaa njaa kwa sababu huna pesa, lakini mwenzio watakuwa wanampigia makofi, wanajua kesho watashiba. Tafute pesa, fuatilia chaneli zangu ili uweze kukutana na mimi mzee Sagai Daudi Abdala, ili uweze kufuatana mimi ni kupe elimu ni kufungulie jicho la tatu. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.